na wenye kuunganishwa nyoyo zao, kisha kataja makundi mengine manane kwa ujumla, ambayo makundi hayo yanastahiki kupewa zaka. Lakini limeanziwa kundi la mafakiri na kundi la masikini, na haya ni makundi mawili tofauti. Wote wanashirikiana katika sifa au hali ya kuwa hawana uwezo wa kukidhi mahitaji yao lakini fakiri anakuwa ni yule ambaye uwezo wake wa kumiliki hata kitu kidogo cha kumkidhi maisha yake anakuwa hana. Fakiri anamiliki kiasi, lakini ambacho hakitoshelezi, na hiyo ndio tofauti kati ya fakiri na maskini, bilmana lakhar alfaqiru ahwaju min almiskini kwa maana nyingine kwamba fakiri anakuwa ni mhitaji zaidi kuliko masikini, na ndio maana akaanziwa katika aya hiyo kwa masikini, lakini kwamba anapata angalau lakini hakitoshelezi tu, hakikidhi tu. Anapata milo miwili kwa siku, haikidhi, lakini amepata. Lakini fakiri inawezekana hata ule mlo mmoja asiupate. Akapata kiasi ambacho kitoshelezi kabisa hata eh, kumpa ile nguvu ya kuishi kama binadamu. Kwa hivyo huyo atakuwa ni fakiri. Kwa hivyo Qur'an ikatofautisha makundi mawili, innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin. Hiyo ndio tofauti kubwa kati ya fakiri na maskini. Kwa hivyo inajuzu, inafaa, inakubalika kisheria kumpa fakiri au masikini pesa kwa ajili ya zaka na wala hakuna ruhusa ya kumwekea masharti kwamba lazima anunue kitu fulani, kwa sababu tunapompa masikini au fakiri zaka pesa, ile zaka ya mali ile ni haki yake yeye na si haki yetu sisi. Alwajibu ala alghani huwa alinfaqu ala alfaqiri, jambo la wajibu kwa mwenye uwezo ni kumpa mwenye kuwa na uhitaji. Kwa hivyo inakuwa yule mwenye uwezo anampa masikini ya haki yake. Na mtu hawekewi masharti magumu katika kutumia haki yake, muhimu tu atumie katika yale ambayo yanafaa kisheria na wala si katika ubadhirifu wa mali au uharibifu kwa njia yoyote. Kwa hivyo inajuzu, inafaa kumpa na akafanya mahitaji yake yote ambayo anayoona kwake ni maslaha na kuondosha hali ambayo inamkabili ili kuwa katika hali ya wepesi katika maisha yake akinunua chakula au akiamua kugawa sehemu katika hiyo, kwa ajili ya chakula nyingine kwa ajili ya mradi mdogo wa kuweza kukidhi mahitaji yake mengine na mfano wa hayo, au kaamua kufanya matibabu yake kutokana na hali ya kiafya, yote kwake ni sahihi, kwa sababu anafanya matumizi yaliyokuwa ni ya halali. Wallahu taala aalam.